Na no, mtazamaji, hatimaye shule ya msingi ya Kosachei Adventist iliyoko eneo la Turbo, kaunti ya Uasin Gishu imepewa msaada wa shilingi milioni tano za ujenzi wa miundo msingi ambayo imedorora. Shule hiyo imekuwa katika hali mbovu ya kutamausha. John Wanyama ana kina cha taarifa hiyo. Akitoa msaada huo, msaidizi wa Rais Farouk Kibet alieleza masikitiko yake kuwa shule hiyo kwa miaka mingi imekuwa na matatizo mengi na kukosa miundo msingi thabiti, licha eneo hilo kuwa na wawakilishi serikalini. Sikufurahia vile hii shule iko kwa karne hii, na lazima tuambiane, maisha aina hii ni maisha ambaye ni tetesi. Tunaweka watoto kasoro, kwanza kwa sababu kiona shule aina hii hapa iko lazima, kuna bado inakandwa chini, bado baridi ni kubwa, so tunaweka watoto katika hatarini. Tuliporegister na 2018 mpaka wa sasa, hatujawahi kupata usaidizi wowote. Tumekuwa tukienda kwa maofisi sana, kwa ofisi ya mchumbe wetu o watoto wako kwa structures mbaya sana. Shule hii ni shule ambayo ni shule peke yake katika sub county, nayo tuko katika proximity ya, ya, ya kwa uh, village within the presidency na ni shule ya matope. Farouk amewataka wabunge waliochaguliwa wasitelekeze au kupendelea baadhi ya shule wanapofanya kazi zao, kwani eneo hilo limekuwa likipokea mgao wa NGCDF, ila matunda ya pesa hizo hayaonekani shuleni. Ukiwa kiongozi ambayo umechukuliwa na watu, uko na mamlaka, unafaa kuwa msaidizi wa watu. Shida ya ukubwa ni kwamba ukichaguliwa unakuwa mkubwa, watu ndio wanakuwa wadogo, lakini sio hivyo. Nataka wananchi shida zao ziweze kutatuliwa. Hawa watoto wetu wanaenda shule eh, Monday mpaka Friday, hapo ndipo tunataka watoto wasome. Hawa watoto hawawezi kushindana na Wakenya wengine wakiwa na mazingara haina. Hii haiwezekani. Ha, wakati huu wa mzimu wa mvua e, tumekuwa na changamoto pia, laali ikinyesha maji huwa inatiririka inaenda darasani. Wanafunzi kwanza asubuhi eh, nafika, inabidi wafike shuleni asubuhi kuchota maji nje kwanza ndio waanze kusoma. Imekuwa ni changamoto pia sana, madarasa iko mbovu, yote ni madi chini imechimbika. Ma toilet siko karibu 1 mita kutoka hapo kwa, kwa, kwa madarasa so arufu ni mbaya eh, madarasa ni mbovu. Walimu wameweza kujikaza, shule hiyo inaongoza, inakuwa namba mbili kwa uh, sonols. Aidha, Faruku alitumia fursa hiyo kumwomboleza mwanafunzi aliyeaga dunia kutokana na kuchapwa shuleni eneo la Kilifi huku akitaka asasi za usalama kuharakisha uchunguzi na aliyehusika kuchukuliwa hatua dhabiti za kisheria. Kuna walimu wanachapa watoto hadi wakakufa. Mimi nataka niseme, shetani ashindwe. Lazima serikali ichukulia hatua yule mwalimu alihusika kwa kuangamiza maisha ya mtoto kupitia fimbo. Watoto hawa unachapa na fimbo namna gani? Farouk alitoa mchango wake wa shilingi takriban milioni tano kusaidia kujenga shule hiyo. John Wanyama, Runinga Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.